Ii eraao Ndalichako mbunge wa jimbo la Kasulu Mjini, ninafaa kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu. Ninawashukuru sana kwa heshima hii ambayo mmenipatia, na kwa kweli nilipopata mwaliko siku sita kuukubali kwa sababu ninawapenda sana wanawake wa Kasulu. Hey, hey. wanawake wote ashukuru wanawake wote ambao mmeweza kushiriki katika hafla hii, mmechangia kuweza kuingia huku ukumbini na shughuli yetu imefana. Shughuli ni watu na watu ndio nyie. Hongereni sana wanawake wote ambao mmeshiriki katika shughuli hii. Ndugu zangu, tunaposherekea usiku wa mwanamke wa Kasulu, wilaya ya Kasulu ambao umeambatana na siku ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi wanawake wa Kasulu na wanawake wa Tanzania tunajivunia Tunasherekea sherehe hii tukiwa na rais mwanamke ambaye anaongoza taifa hili. Kwa hiyo inatupa nguvu na ari ya ya kusherekea, kwa sababu tunajiona kabisa kwamba sasa hivi ile vikwazo vya uongozi katika kwa upande wa wanawake, sasa hivi tumeweza kufika mpaka kileleni kabisa. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatuongoza vizuri kwa weledi wa uadilifu na tunaona matokeo chanya ya uongozi wake. Kwa hiyo kimsingi, anatuheshimisha wanawake na tunapopita wanawake tunajivunia sana. Wanawake oye! Na mheshimiwa rais, kwa hakika anaing'arisha nchi yetu ya Tanzania. Ameweza kudumisha amani, umoja na mshikamano katika taifa letu. Tanzania inaendelea kuheshimika na kuaminika kama kisiwa amani mbele ya mataifa. Na kwa upande wa maendeleo, tumeshuhudia mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamke shupavu. Tumeshuhudia uboreshaji wa usafiri wa anga ambapo ameendelea kununua ndege za abiria pamoja na ndege ya mizigo ambayo inaendelea kupiga mzigo. Lakini vile vile ameendelea kuboresha viwanja vya ndege, na katika mkoa wetu wa Kigoma hatujasaulika uwanja wa ndege wa mkoa wa Kigoma unaboreshwa kwa kiwango cha hali ya juu, na kwa hakika utakapokamilika, ndugu zangu wa Kigoma, mtakuwa mnajivunia sana na itawezesha hata ndege za kuchukua mizigo, ndege kubwa za abiria kuweza kuja kwetu, na hapa tuna mazao ambayo tunalima katika mkoa wetu, matunda, matunda kama parachichi, mboga mboga. Kwa hiyo ukamilishwaji wa upanuzi wa uwanja wa ndege katika mkoa wa Kigoma utatoa fursa kwa wakulima kusafirisha mazao ambayo yanahitaji kufika kwa haraka ili asiharibike. Lakini kwenye upande wa usafirishaji, tumeshuhudia reli ya kisasa imekamilika kipande cha Dodoma Dar es Salaam, lakini sasa hivi kuna ujenzi katika kipande cha Tabora Kigoma na hivi karibuni Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan imesani ujenzi wa kipande cha reli kutoka Uvinza mpaka Msogati, Burundi, ambapo kutakuwa na stesheni ambayo itapita hii. Na vile vile pia usafiri wa barabara hajausahau. Sote tunashuhudia barabara za lami ambazo zinajengwa sasa hivi. Tunakamilisha barabara ya kilomita mia mbili sitini kutoka Kasulu Kabingo, lakini pia inaenda Kasulu Buhigwe mpaka Burundi. Kwa hiyo kwa hakika mambo mengi yamefanyika, lakini kwenye upande wa sekta ya jamii ambayo inamhusu mwanamke moja kwa moja, Daktari Samia Suluhu Hassan amehakikisha kwamba anaboresha kwa kiwango kikubwa. Na hapa kwetu katika halmashauri yetu ya mji wa Kasulu tumeshuhudia, mimi kama mbunge nimechangamkia fursa ya maono na mtazamo wa rais wetu, kwa hiyo nimehakikisha kwamba na sisi tunanufaika kwa kupata vituo vya afya. Tumeendelea kuboresha huduma za afya hospitali na huduma za maji pia zimeimarika kwa kiwango kikubwa, na jumla ya fedha ambazo tumezipata kwa ajili ya miradi ya maji zimefika bilioni arobaini na sita. Lakini kwenye upande wa elimu elimu hapo ndio tumeupiga mwingi kweli kweli, shule za sekondari zinajengwa, vio vya ufundi vinajengwa na tumeshuhudia vile vile mitaala ya elimu ikiboreshwa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuwa na mshikamano. Na leo nilikuwa na zoezi ya kugawa majiko banifu wanawake. Hey! Hey! Leo kulikuwa na afya ya kugawa majiko banifu. Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni kinara wa nishati safi katika bara la Afrika na hapa katika nchi yetu ameendelea kuchukua hatua mahususi za kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nishati safi ya kupikia. Sasa hivi Mheshimiwa Rais ametenga kiasi cha shilingi bilioni nane nukta tisa kwa ajili ya usambazaji wa mitungi ya gesi laki nne na hamsini na mbili elfu lakini pia ugawaji wa majiko banifu. Lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba asilimia themanini ya, ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo ishirini thelathini na nne. Kwa hiyo mkakati kwa ajili ya nishati sasa ya kupikia tayari umezinduliwa. Ndugu zangu, akina mama, usiku huu wa mwanamke wilaya ya Kasulu, tuko kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yenye kauli mbiu wanawake na wasichana ishirini ishirini na tano, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, na haya yote yanaendelea kufanyika sasa hivi tunaendelea na zoezi la upangaji wa mikopo kwa ajili ya kina mama, vijana na watu wenye wa ulemavu, na maombi ambayo imepokelewa ni mengi, lakini tunategemea tutatoa mikopo ya takriban milioni mia nne hivi karibuni. Kwa hiyo tuendelee kuhakikisha kwamba fursa za uwezeshaji zinazotolewa, ambazo kwa hakika zimekuwa zikishirikiana na serikali katika kutoa fursa kwa kina mama. Nitoe wito nito kwa kina mama kuchangamkia fursa zilizopo, lakini kauli mbiu yetu pia inatuelekeza kuimarisha haki, na ili tuimarishe haki, wakati mwingine akina mama wanakuwa wanadhulumiwa haki zao, umiliki wa mali, umiliki wa viwanja, lakini mheshimiwa Rais ametuwekea ametuwekea msaada wa kisheria ambao unajulikana kama Samia Legal Aid, na tayari umezinduliwa katika mkoa wetu wa Kigoma. Kwa hiyo niwasihi sana akina mama, tutumie fursa hiyo ili tuweze kuimarisha haki. Tusikubali kuona kwamba mtu anadhulumiwa. Lakini mwisho kabisa, niwaambie akina mama, sasa hivi kumekuwa na kufikiri kwa vitendo vya unyanyasaji wa wanawake, lakini pia na watoto. Naomba wanawake wote tusimame imara katika kupinga vitendo vya unyanyasaji vinavyofanyika katika jamii zetu, lakini vinapotokea vitendo hivyo, pia tushirikiane katika kuhakikisha wanaohusika wanapelekwa katika vyombo vya sheria ili haki iendelee kutendeka, na hapo ndio tutakuwa tunaendelea kuimarisha haki. Basi ndugu zangu, baada hayo sana yote heli yasiku ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana, niwatakie wote heri ya siku ya wanawake duniani. Asanteni sana.